Nasema dokta, samani mimi, nimekusikiliza leo. Mimi hiyo changamoto ya uke kukosa joto ninayo, na si muda mrefu kunitokea, ni kama mwezi sasa. Lakini mimi mwenyewe mpaka najua kabisa, hapa joto hamna. Mpenzi wangu tulikuwa tunafunga mpaka goli tano kwa usiku mmoja, lakini sasa ni moja na harudi. Hajasema, lakini najua shida ni hiyo, dokta maana najisikia kabisa baridi. Je, unanisaidiaje? Okay? Dada, uh, huyu ameandika kwa hisia, ameandika kwa uchungu sana. Of course kuna uwezekano mkubwa ikawa kweli ni shida ya kukosa joto ukeni, lakini kuna kitu nataka ni kushauri ambacho ni kitu cha ziada hapa. mwanaume kushindwa kurudia tendo, wewe umekuwa ni sheri unasema, alikuwa na uwezo wa kwenda raundi nyingi zaidi mpaka raundi tano, ni kitu kizuri, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikampelekea mwanaume akashindwa kurudia tendo. Kuna vitu vinavyompelekea mwanaume akapoteza hisia na wewe akapoteza hamu na wewe, namba moja. Personal hygiene, usafi wako wa ndani unawezekana mkubwa. Hapo mwanzo alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni msafi, unajisafisha vizuri. Inafika hatua sasa hivi anataka kukufanyia romance, anataka kufanya hivi, anakutana na harufu ya mkojo au anahisi unatoa harufu katika maumbile yako. Kwa hiyo kama usafi umepungua kutoka kwenye ile hali uliokuwa nayo mara ya kwanza, inaweza ikapelekea wewe kushindwa kufurahia ama mume wako kukosa hamasa kukosa hamu na wewe, kama hali ya usafi imepungua. Hiyo namba moja, lakini pia namba mbili, kauli zako, namna unavyoongea, namna unavyowasiliana ni moja ya vitu ambavyo pia vinaweza vikapelekea huyu mwanaume akapoteza hisia na wewe mwanzoni ulikuwa ni mwanamke ambaye ni mkalimu, unajishusha, unanyenyekea, unaomba msamaha, unaongea kauli nzuri zenye kumvuta zenye kumshawishi. Mara baada ya kuwa umeanzisha mahusiano naye umeanza kumzoea, umeanza kumchukulia poa, unamjibu vibaya, hauko tayari kushuka na kunyenyekea, ukikosea hauombi msamaha. Hivyo ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikapeleka mwanamme akapunguza hisia na wewe akapunguza hamu na kutamani kuendelea kushiriki na wewe na akajikuta hata anaposhiriki na wewe inakuwa anashiriki kwa ajili ya kuweza kufurahisha wewe, na mwisho wa siku anakosa hamasa ya kuendelea, na ndio maana unasema anaishia raundi moja. Lakini pia, namba tatu, kuna uwezekano mkubwa uh, kinachotokea ni kwamba anakosa ushirikiano. Mara ya kwanza ulikuwa unaonyesha ushirikiano mzuri, ulikuwa unamwandaa, labda ulikuwa unamlamba lamba, ulikuwa unamnyanyonya, unamchezea, hapa unafanya hivi ile vitu vilikuwa vinampa motisha vinampa hamasa vinam vinamotivate huyu mwanaume sasa, hivyo vitu ghafla vimepotea. Kwa hiyo kwa sababu vimepotea, huyu mwanaume anajikuta amepoteza hamasa na wewe, huyu mwanaume anajikuta amepoteza hisia na wewe. Kwa hiyo nini kinatokea sasa? Anaanza kuishia raundi moja. Kwa hiyo, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikampelekea mwanaume akapoteza hisia na wewe, akapoteza hamu na wewe. Kwa hiyo tusiangalie katika hiyo fakta moja tu ambayo umeiongelea kukosa joto ukeni, okay. Hebu angalia na hiyo hizo tatu au nne ambazo nimekuelekeza, lakini cha mwisho kama ni shida ya kukosa joto ukeni okay, tuna matibabu maalum sasa. Hapa kwenye matibabu maalum tuna matibabu ya aina mbili. Watu huwa nikiwaambia wanacomplicate hapa. Kuna matibabu ya dawa, lakini pia kuna program maalum, so mtu atachagua. Dawa inatoa majibu ambayo ni mepesi zaidi, lakini program inaweza ikakuchukua almost uh, miezi miwili mpaka miezi mitatu, tofauti na dawa; utaanza kuona matokeo ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo tutawasiliana, mtu ambaye ana shida ya program, mtu ambaye ana shida ya dawa, utanipigia simu utaniambia. Alafu utachagua